Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za Leo Mashinani. Katika makala ya mwanamke ngangari, tunamwangazia mwanamke mmoja ambaye alivuka vizuizi vya dini na kujitosa katika bahari ambayo inaaminika kuwa ya wanaume. Licha ya changamoto tele ambazo alikabiliana nazo, mtazamaji, ameibuka kuwa mwanamke tajika, si kwa redio tu, bali kwenye televisheni pia. Hii leo kwenye makala ya mwanamke ngangari tunamwangazia mwanamke tajika katika fani ya ucheshi, mwanamke ambaye ameweza kutikisa anga katika fani ya usanii ili kupata kujiendeleza kimaisha. Labda upate tu kutuambia majina yako haswa ni nani okay? E, kwa majina naitwa Zainabu Zedi lakini kwa stage natumia Zedi sana, lakini nilivyo sasa mimi ni Zainabu mm -hmm. E, mimi ni mzaliwa wa majengo apa Katanga base hapo ndio nimekuia nikabalehe mpaka nikaamua kuingia kwenye fani ya ucheshi. Wengi wangependa labda kujua Zedi zaidi kwa undani, Zedi ni nani? Unajua mtu akiwa mjamzito eh, hasa mama umuuliza unasikiaje, labda katoto kana rusha mguu ako ni kaboy <laughs> labda nasikia kana nini, ako ni kademu, kana so mamangu alikuwa labda anaulizwa, nasikia zote kana piga dasta so, anasema mimi nasikia funny <laughs> I think kwa sababu hata nikiwa shuleni nikuwa nasema kitu tu watu wanacheka, nasema kitu kidogo watu wanacheka. <laughs> <laughs> <laughs> Kabla hujaingia kwenye fani ya ucheshi ulikuwa na malengo gani? labda su ungekuja kubadili ule mtazamo wa wengi. So mi nikanakaa nasema hata mi ningetaka kupea Ticha Wanjiku support, at least kama yeye anaweza kuwa dem peke yake kwa, kwa Churchill Show nikaamua tu siku moja nikuja kama audience, nikakuja nika nika watch a chill show yote. Nikaona nika, nika, by the way naweza nikakuta na chipukizi hapa. Nikamuliza, by the way Chipukizi, mimi ni fan wako, na pia mimi ni mfani hivi, naweza taka kuja kujua, na kaniambia kuja audition on Tuesday by saaine ikupate hapa hao mbao iko na kiti tukutolee nje uone mashabiki wako pale nje, labda kwenye matatu ama katika sehemu zozote za umma, wao wanakuchukuliaje? Mtu akija wa kuniambia ati Zedi kazi unafanya ni haramu, ati kwa sababu unaonekana kwa tv ukiperformia wanaume, mimi swali langu ni, kuna watangazaji wa Kiislamu ambao ni watoto wa kike ambao wanasoma news pia wanatazamwa na kila mtu. Kwa nini yangu niambie ni haramu? Mwenyezi Mungu ndiye amenipa kipaji, Mwenyezi Mungu amenijalia Uislamu, Mwenyezi Mungu amenijalia kipaji kazi ni kazi bora, unaangalia uhalali wake kwa sababu sivuki mipaka za Mwenyezi Mungu. So sioni haja atinix kunitusi atiunajiita ati Mwislamu na unapafomia wanaume oexamp kuja nifo ninjo kulisema kitu kaingilia wanawake utapata mtu takambia eh, mi nakupenda, lakini kuna pahali tu ulisema utuhusu si madem hizo, ndio changamoto kuna mambo fulani ambayo huo unapenda kuyangazia mara kwa mara, ama umejikita katika kumbo moja tu? venye nakuona hivi atupe advert ya, ya lotion KTN. Sasa inaoneshanwa ati Elvis hapo na lotion, unachukua lotion, unapaka, umefunga tamel, umepaka, na uko na kitambi. So mpaka mtu akiwa kwa nyumba atauliza ee, nipake hii lotion nikuwe na kitambi kama Elvis. Aidha, mwanamke huyu tajika alituongoza kutufunulia siri yake inayomwezesha kumpa ujasiri mbele ya watu hapa ndipo anapojiandaa atakachosema jukwani. Kila anapopanda jukwaa hili anaamini kwamba ni fursa nyingine tena ya kuweza kukipalilia na kukitononoa kipaji chake katika fani ya ucheshi. Elvis Kosgei, kwenye makala ya Mwanamke Ngangari.